Yesu atukuzwe. So, kanisa kipekee, namshukuru Mungu muumba wa mbingu na nchi, ndio tunamshukuru Bwana Yesu. Mimi na familia yangu tarehe ishirini na tano mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano tulibarikiwa familia kuongeza familia na mtoto wa kike ambaye ni huyu hapa Inashukuru madhabahu ya Loeva kwa kutumia kuhani ambaye Mungu amemweka kwa ajili yetu. Mwaka jana wakati natafuta, sikutafuta mtoto, sio sema nilitafuta, hivi nilibarikiwa, lakini kwenye zile kadi tunazopewa tangu nimepoa, nachukua kadi kila, kila Jumapili, maombi yangu nilikuwa namwomba Mungu, ombi la kwanza anipe baraka ya mtoto wa kike ndicho nilichokuwa naandika Dio. Kama hizo kadi baba alikuwa anazisoma, nafikiri alikuwa anaona, ndio alikuwa maombi ilikuwa ndo ninachokitamani si kwamba sina mtoto na watoto watatu wa kiume. Kwa hiyo mimi na wa familia tuko tunatamani tupate mtoto wa kike. Ninamshukuru Mungu, tumebarikiwa Mungu amejibu na ametupa zawadi kama tulivyomuomba. Ninaomba tuungane kutoa shukrani kwa Mungu aliyetubariki Hatuwezi kutoa kikubwa cha kuweza kumgusa Mungu, lakini sadaka inaongea, sadaka ni imani. Tunaamini kupitia sadaka hii Mungu atamendelea kumkuza mtoto akimpendeza yeye pamoja na wanadamu. Amina. Shangilia tena Yesu kwa makofi ya nguvu, baraka ya mtoto. Bwana Yesu atusaidie, aliomba mtoto wa kike, na kile walichomwomba Yesu amekifanikisha. Nani anayoweza yote haya? na Yesu atubariki. Tutaenda kuomba, tutasogea huku. Bwana Yesu, haya yote ni mapenzi yako. Tunakushukuru kwa neema hii, tunakushukuru kwa familia hii. Nakushukuru kwa mtoto huyu. Kwa neno lako takatifu tunamweka wakfu mtoto huyu kwa ajili yako Yesu Kristo, akakuabudu wewe, akakupende wewe, akakutumikia wewe, akawe ni mtoto mwenye akili za pekee, mwenye uwezo wa kiroho na nguvu za pekee kutoka kwako Bwana Yesu ni mtoto mwenye uelewa wa masomo kwa jina lako Yesu. Akawe ni mtoto ambaye Bwana umemchagua na akawe nyota kwa damu yako Yesu. Asishinde na chochote kupitia wewe Yesu Kristo. Ninamfunika kwa damu yako Yesu Kristo, maadui wa usiku, maadui wa mchana hawatamwona, bali nyota ikazidi kung'ara kwa jina la Yesu, akawa ni mtoto wa majabu wa kushangaza kwa jina lako Yesu Kristo, mwenye kupendwa na watu kwa damu yako Yesu Kristo. Ninaomba na kuamini kile ulichomwambia kikatimie, kwa kuwa neno lako linasema ulimjua toka akiwa kwenye tumbo la mama yake, na baada ya kuja duniani ulimtakasa. Damu ya Yesu ya utakaso imtakase mtoto huyu, imemwandaa kwa ajili ya kwako wewe Yesu Kristo. Adui shetani na nguvu za madui zinazopanga chochote katika utoto wake na ukuaji wake hazitamwona kwa kuwa damu ya Yesu imemtakasa kwa ajili yako. Ninamweka wakfu kwa ajili yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Yesu awabariki, Yesu awabariki.